Taaruki za watu zimekuwa nyingi, watu wame, wame, wamekosa amani, watu wamepoteza familia, watu wamepoteza vitu vyao, biashara zimeenda tofauti. Maana mtu hawezi kuenda kufa, sokoni kufanya biashara kwa sababu ya hii taharuki. Mitandao ya kijamii imekuja, tufanye kazi ili maisha yaendelee, ili nchi ijengwe, maisha yaendelee kama kawaida. Yani wasitumie mitandao ya kijamii kufanya fujo. Hapana, sio lengo, lengo ni mitandao ya kijamii tumia ili mradi maisha yaendelee. Tanzania ni nchi yetu ya amani, tangu tumezaliwa sisi hatujawahi kuyaona haya mambo. Nimezaliwa nikasikia historia za nyuma, kwa hiyo katikati, kipindi chote hiki tumeishi kwa amani, tumefanya uchaguzi kwa uhuru, tumekuwa tukiishi vizuri. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali ijitahidi kwa hilo na ituangalie sisi vijana, maana mnaweza mkawa mnatulaumu vijana kwamba tuna, tunafanya vitu ambavyo vipo tofauti kwa sababu hatuna elimu tunaomba sana tupewe elimu ili mali tuweze kujenga taifa letu la kesho na la leo. Kilichotokea sitamani tena kijirudie, tunapenda tuwe na amani, hatutaki tena itokee kama ilivyotokea. Tunaomba chonde chonde, vijana wetu, watoto wetu, yasijitokeze tena haya. Tunaiomba serikali yetu skivu isimamie swala la amani. Wanchi zingine zenye vita zenye michafuko wanatamani kukimbilia kuja kukaa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunaomba tu amani Tanzania iendelee kuwepo kwenye Tanzania yetu, tuishi kwa amani kama tulivyozoea. Tusijihusishe na michafuko yoyote ya uchaguzi au ya, ya kitu chochote. Watu wangu wote, tuwe tufanye kazi, tuachane na habari za uchochezi. Ushauri wangu vijana: Wajitahidi kuto kutumia hasira, wakae chini wazungumze.